Eh, bwana, sawa. Alimaliza, na of course, wimbo unaitwa hivyo, na mwimbaji anaitwa Paul Tayari. Unaweza ukaenda pale YouTube, andika Paul Tayari na utapata nafasi ya kuweza kusikiliza kwa uzuri wimbo huu ambao umebeba ujumbe mzuri zaidi, unaitwa alimaliza Yesu. Kwa hiyo kila kitu alimaliza Yesu pale msalabani, kilichobaki ni sisi tu eh, kuishi katika yale mazuri ya kumpendeza yeye kuhakikisha kwamba unapata hata wasaa kufika ibadani na kwenda kusikiliza yale mafundisho makubwa ambayo yanatolewa na watumishi mbalimbali mbali wa Mungu, akiwepo mtumishi um, wa Mungu kuhani na mwalimu Sarichadi Mwacha. Alimaliza ya kwake po tayari, endelea kuinjoi